Neno moja kwa bodi ya ligi. Eh? Neno moja kwa bodi ya ligi. Wazembe. Wazembe. Eh? Wazembe. Wazembe. Wazembe. Bodi ya ligi. Wazembe. Wazembe. Bodi ya ligi jamani. Wazembe. Wagopi? Awagopi nini? Wagopi sheria. Sheria gani? Sheria gani za brother? Sio kuna maskari hapa. Ah, maskari si wao, maskari mwenyewe tu. Sasa bodi ya ligi. Kwa nini tumetukana? Kwa nini tumetukana bodi ya ligi? Kwa nini tumetukana? Ah, wanazingua bodi ya ligi, inabidi wakae na hizi timu waache kulelea haya mambo. Ah, ha, sina hata neno nao. Na washamba, washamba tu. Mm. Haya, bodi, bodi ya ligi. Uongozi uongozi haufai, haufai uongozi wa bodi. Bodi ya ligi tutetea timu yetu tu. Kuna moja labda wana nguvu kumzidi rais. Lakini kama wana hawana wa, wako chini ya Rais Samia, haiwezi kujitokea. Imekuwa mara ya pili kwa rais huyu, kwamba yani wanamchukulieje? Inatakiwa liangalie hata wao wasifanya mambo kama haya. Siku kwanza wameshafanya makosa makubwa, warudi uwanjani eh, warudi uwanjani, warudi uwanjani bodi yeah, ya ligi imetoa tamko, mechi imeahirishwa. Bodi ya ligi sio Simba, sawa. Wa, wa walipe budget baadhi ya watu waliotoka mikoa ya mbali, wakina mama wamepika iftari, wapo hapa, watu wamekopa, wameweka ligi wao wanaangalia, manake watu kama hivi, tumejiandaa, tumetoka mbali, tunakuja tunakuja, afu wanasema kila rais rais, mechi wameahirisha. Maake nakuwa visio vizuri, watu wanalalamika. Kama mtu analalamika kilio chake, atoka mbali, afu taarifa anashinda kutoa mapema. Mtu dakika zimebaki chache, wanakuja wanasema una, mechi imeahirishwa. Kwa hiyo tunakuwa watu E, nasema hivi, mdu akizungumza ukweli, ata amezungumza neno baya, naona neno zuri, hataki. Apana nyoka na ligi saa, hawataki kwamba neno, ukiongea kitu cha ukweli hawataki. Kitu kama hii wajirekebishe, wajirekebishe, wasiwe wawe na maamuzi sahihi, na wasipende wasiwe na meuka ya hizi timu zetu mbili, wafuate sheria za mpira utakata wametemsha, wanachokifanya sasa hivi ni mambo ya kikumbavu na yafresh hata kidogo. Mpira umewashinda kuongoza, kwa sababu watu wametoka mbali, wamekuja hapa kwa ajili ya kuja kuleta nani, kuja kuangalia mechi ya Simba na Yanga leo hii. Ghafla unasema kwamba mechi imeahirishwa jana, yani usiku, leo asubuhi mechi imeahirishwa. Hii kwa kweli wanaumiza watu, vitu wanatoka Mwanza mbalimbali, hata nje nchi, hii ni shida.